Vulana wengi eti anafikiri akichumbia basi ni zawadi zawadi. Kwa nini wewe usimpe zawadi wewe usipewe zawadi? Kwa nini wewe ndio tu wewe unatoa zawadi? Peaneni basi. Na we, wavulana wengine kwa kutoa toa zawadi hapati msichana sahihi kwake. Halo. Unashindwa kujua kwamba anakupenda wewe au anapenda zawadi zako. Mwisho wake anakubali. Akiingia ndani ya nyumba unaona sio mwenyewe. Si vibaya ya kupeana zawadi, lakini isiwe kigezo. Ninyi wavulana, huwa nawaambia wavulana, hata mama yako hujawahi mnunulia hata nguo. Amekusomesha mpaka umefika hapo, hujawahi mnunulia mama yako kitenge afunge afurahi, lakini una kazi ya kuhonga. We utakuwa na akili zako? hazina akili. We una tatizo, umesikia? We kijana, umesikia? una akili, una kazi ya kuhonga tu, badala ungempa mwanamke wako wa kwanza anayeitwa mama yako akakubariki, una kazi ya kupoteza pesa zako. Sasa hivi kuna simu nyingi, kuna mawasiliano ni mengi, salimianeni kwenye simu kama hamna ajenda. Kutana na mchumba wako tu kama mna ajenda ya kujadili. Hakuna ajenda yoyote, mnasema nakuja kukutembelea. Haya, mmeshafika, hodi, karibu, habari za huko? Nzuri. Habari za chuoni? Salama. Habari za nyumbani? Salama. Habari za kazi? Nzuri. Si hakuna cha kujadili. E, mnaanza sasa He, yani we una macho mazuri wewe mm. mm. Yani wewe ukiambia sasa una macho mazuri, na aibu inakuja, si ndio? Na mwanaume ukitaka umloge, aibu. Na ndio maana nawaambia wanawake walioolewa, usimkazie macho mumeo. Mwanaume akaziwi macho, mwanaume anatakiwa kuonewa soni, soni. Haya, wale walio ana kuolewa, tupungiane, wakati mnaposana nini kilikuwa kinatokea mkitazamana, si ndio eh? Alafu nini kinatokea? Tabasamu moja matata. Sasa hivi eti mtu ana ndoa ya miaka mitatu, miaka mitano, miaka kumi, anamkazia macho mumewe mpaka mume anaona haya, wewe umepita mlango gani? Unatuaibisha. mwanamke yake ni macho eti unamwangalia mumewe kwa jicho na unaona haya? si unamkazia macho mpaka mwanaume ndio anaona aibu. Hapana, hii ni kinyume. Na binti na mvulana hawa ndio wakaziane macho sawa, kwa sababu jicho lililolegea ni yani, ni silaha, ni bunduki mke anayeweza kutumia kwa mumewe. Wewe sasa usiitumie wakati wake bado. Sasa mnajikuta hamna kitu cha kujadili, eh. Yani wewe ni mzuri ujue, hmm, unajua na hii mikono yako mizuri hmm. Milango mitano ya fahamu inaanza kufanya kazi, mnajikuta mmeingia dhambini. Ukishaingia dhambini roho inawauma siku ya kwanza, baada ya hapo roho iumi tena. Mm. unajua roho wa Mungu akiwa kwa mtu dhambi inamuuma, lakini wakiondoka, ndio maana wengine wameendelea kufanya mambo ambayo zamani roho roho roho ilikuwa inawauma, sasa hivi roho iumi tena. Hata wewe shahidi, wakati unapika vyakula na sabato unakumbuka roho ilivyokuwa inakuuma. Je, bado inakuuma? Umekwisha mwangalie kwanza. Je, msichana kumfuata kijana na kumwambia kaka, samahani, mi nakupenda, naomba unioe, haiko kwenye maandiko. Kuna mtu alinishangaza sana, eti akamtumia Ruth. Kwani Ruth alikuwa msichana? Eti Ruth alikuwa msichana, si alikuwa mwanamke yule mjane? Sasa unamlinganisha na yeye, eti alivyoenda kulala miguuni kwa Boazi. Aya, sasa yule si alikuwa mwanamke na mila ilikuwa inataka arithiwe, ndio maana akaenda kuichokoza ile mila. Huyo sio wa kumuiga maana hakuwa msichana kama wewe mwanangu. Wewe ni msichana. Sasa sikilizeni. Neno la Mungu linasema hivi. Uhusiano wa mume na mke unafananishwa na uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Sawa sawa. Kati ya Kristo na kanisa, nani kaenda kumwambia mwenzie I love you lilo langu limekudondokea mo nani? Kijana anapoona binti, binti hana hata habari na anamuona hapo siku zote, lakini kumbe yeye anamuwazia kwamba anampenda anapoanza kumwambia nakupenda, ataki ataki, anambembeleza, anapokubali lile tendo la kupenda na kutii linachukua nafasi. Biblia inasema mume ni kichwa cha mkewe kama ambavyo Kristo. Mwanaume ni kichwa cha nani? Cha mkewe. Na kichwa cha kila mwanaume ni nani? Kristo, kama ambavyo kichwa cha Kristo ni nani? Ni Mungu. Sasa ukigeuza hayo mambo hayakai. Sasa niwaambie kitu kwa nini ndoa nyingi leo za vijana sio tamu? Vijana wengi wa kike wanaoa, wanaposa, na wao ndio wanatoa mahari. Kwa namna gani? Sasa unakuja lini jamani, kwetu na wewe si uje tu, si uje tu he, he, ntakuja ila si unajua mwenzako, ndio nimemaliza tu chuo, ndio sina bado kipato, basi mi ntakupa uje. Unapewa pesa unakwenda kutoa mahari, hiyo ipo sana tu na ajabu ni kwamba ndoa zote zilizofanya hivyo zina magomvi. Anakuja kutoa ile mahari kwa hakika, hapo aliyemwoa mwenzake ni nani? Ngoja, hamjaelewa bado. Wakati Esau anamuuzia Yakobo haki ya mzaliwa wa kwanza, kwa macho ya kawaida, we unaweza mchukue binti yangu hapa, anaeti nimwambie, basi sasa, tuuziane, we chukua tu huo ukubwa, mimi nimekuuzia hivi. Inawezekana mimi si ni mkubwa tu, lakini mbinguni imeandikwa. Mbinguni imefanya nini? Imeandikwa vijana wengi leo wanaolewa kwa uvivu wao, uvivu wa kufikiri na uvivu wa kufanya kazi. Sasa mkifika ndani ya nyumba, Mungu ameweka ndani ya mwanaume utawala huko ndani yake tukifika pale ndani, si ule utawala wako unataka sasa kufurukuta utokee? Lakini mimi sindo niliyokuoa? Mimi si nilikulipia mahari yangu? Unajikuta baba, umepoteza mwelekeo, kama vile unanikubalia kubalia kila kitu kwa sababu nilikuoa. Sasa je, binti ana cha kufanya? Anacho. Sawa, eh, hata sisi wenzenu wa mama tulioolewa. Sasa kwa vile avistahili na vingine vinarekodiwa, ningewaambia wanawake wanafanana tu, sawa? Atusemi, nasema tu kwa vitendo, useme ili iweje? Sasa unasema kwa vitendo, namwingiza mkenge, baadaye anaona yeye ndio kaanza, kumbe wewe ndio umeanza. Simshaelewa wenyewe, tupongeane, wameelewa hivyo. Mathayo saba fungu la saba anasemaje? Ombeni nanyi mtapewa. Anasema fanyeni nini? Hivi kweli, binti, umeomba kweli ya kutosha? Mabinti wengi hawaombi, na hawaombi kwa sababu anataka mwanaume mwenye funguo tatu. Anataka aolewe na kijana ambaye ana kila kitu, awe na funguo ya nyumba, awe na funguo ya gari, awe na funguo ya ofisi. Umekwisha. Vitu vinatafutwa pamoja. Ungetafuta kijana ambaye ana Yesu. Kijana mwenye Yesu ana kila kitu. Niwaambie amina. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake kijana anayemcha Mungu hata kama hana kitu. We unaangalia unaangalia huyu kijana ana akili zenye akili, mkubali haraka. Kwa sababu mtashirikiana naye katika kutafuta. Usiangalie aliyefanikiwa tayari. Kwa sababu hapo we unafuata kule kufanikiwa, haumfuati yeye. Sawa sawa. Binti, omba omba kwa imani. Mwambie Mungu akupe mume anayempenda yeye. Kwa sababu yeye ndiye anayejua wewe nani anakufaa. Sawa? Muachie Halafu kuna siri hii, si niiseme, mchungaji? Niiseme, kuna siri hii mwanamke, ambayo sasa ndio inaendana na kule kule kwenye kuposa, kwamba kwa nini mwanamke asipose. Ni kwa sababu mwanaume yeye anavutiwa na anasisimuliwa na mwanamke kwa kumtazama. Yaani, hata kama nimevaa nguo hivi, na msisimua mume wangu, lakini mwanamke, hata mwanamke alioolewa, hata mwanaume angekaa uchi Wala sana sana anamtisha. Lakini wala, kwani nyie mbona mnacheka? Kwani mimi nimesema nini? Nyie mkoje? Lakini nyie mna matatizo gani? Mmesikia? Hmm. Kwa hiyo kwa sababu hiyo hakuna kitu mwanamke atafanya kwa mwanaume ambaye hampendi ili ampende Hamjaelewa yani, yale tunayosema fanya hivi fanya hivi kwa mumeo ni kupalilia penzi ambalo lipo, mmeelewa? Mwanaume ni vigumu sana kuishi na mwanamke asiyempenda, na ndio maana wachungaji watahukumu watabembeleza mashemasi ngo, atamwacha huyo mwanamke. Yani, mwanamke hana kitu cha kufanya kwa mwanaume asiyempenda, hana. Sawa? Kwa hiyo ukimlazimisha akuoe takapoingia ndani ya nyumba, ndio atagundua kwamba kumbe hakupendi, hawezi kukaa na wewe. Lakini ajabu ni hii, mwanamke ana uwezo wa kuishi na mume asiyempenda tena kwa furaha. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwanaume ana vitu vya kufanya ili mwanamke avutiwe naye. Sisi tunavutiwa na maneno matamu, maneno matamu. Ndio maana unaangalia unasema, jamani, yule mwanamke mzuri hii. Lakini mumewe jamani, akitabasamu kama analia, sisi haituhusu ya sisi. Yani maneno yale matamu, mwanamke, maneno matamu yani anamfanya ya hata miguu aisimami, sawa eh? Kwa hiyo wewe ukilazimisha huyo mwanaume mwanaume akuoe, utaumia baadaye, huna cha kufanya mpaka yeye mwenyewe akupende. Na hapa niwakumbushe vijana, hakikisha huyo binti uliyempenda ukimweka kwenye mizani ya wasichana wengi abaki yeye, yaani we mpime mpime mpime, anabaki tu yeye, sawa eh? Ukiona kuna dosari mm -mm. sawa sawa, lakini na wewe usisahau kwamba huowi tu mwanamke, unaoa mchungaji wa wanao, mwalimu wa watoto wako, daktari, nesi, hakimu, sawa eh? mwanasheria, yaani ni sifa nyingi mno unaoa mchumi wa familia yako. Jamani, wanawake ni wachumi. Mwanaume ukimpa elfu kumi aende sokoni, harudi na kitu. Jamani, kwani uongo? Na ili uelewe, ni hivi kijana kabla hajaoa maisha yanamsumbua, mshahara huo huo, pato hilo hilo akioa. Unashangaa nyumbani vitu vinaendelea kununuliwa, wanaendelea kununua masofa, wanaendelea na mshahara ni ule ule. Kisa ni nini? Kaingia mchumi hapa. Sisi unacheza nini? Mchale shingapi? elfu moja mia nane na wewe, elfu moja mia nane Uu oh, mbona pale Juma anauza elfu moja mia sita kama. Uu basi ngoja niende kanunue kwa Juma, kumbe wala hamna. Ha basi njoo sasa, unaniuzia shingapi? elfu moja mia sita Na wewe nanunua kilo kumi, basi elfu moja mia tano Haya, lete. Amesevu shingapi hapo? mia tatu mara kumi elfu tatu si ndio? Anaenda kwenye nazi anaenda sijui kwenye nini, lakini mwanaume anaona akisema hivyo amepungukiwa shingapi tena wauzaji wa wanapenda wanunue wa, wa, wanaume kwa sababu hata bei anamwongezea. <coughs> Mimi binafsi sipendi mume wangu aniendee, <coughs> sipendi aniendee kwa sababu wanamdhurumu, staki, wanamuuzia bei kubwa, staki, naenda mwenyewe nika save. Umeona mwanamke? Kwa hiyo huowi tu mwanamke, unaoa mchumi wa familia yako, mwanamke. Hayo mambo mwanamume, ukitumia mwanamke vizuri, mnaendelea na ndio maana wanaume wengi anaona kama mkewe anataka kumpanda kichwani, yaani kama vile anataka, kumbe ni ile, ana mambo mengi anayotaka kufanya kwa wakati mmoja. Tambua aina ya mke ulie naye sasa. Hao waliooa wasiooa, jipime ubavu wako, na hiyo iko kichwa unachoenda kukiingia. Unaweza ukaenda kuingia kichwa ambacho kina akili nyingi kuliko wewe kabisa, na utaona hapo unaburuzwa. Angalia akili yako. <laughs> unaweza ukaoa mwanamke ana akili nyingi, alafu we unabaki tu, anatoka kunipanda kichwani, anatoka kunipanda kichwani. Kumbe hapana, ni ana akili. Jipime sasa sawa sawa. Jifanye nini, binti? Omba, mwambie Mungu vile unavyotaka. Na hiyo ninamwambia mtu yeyote aliyeoa, asiyeoa, jamani, maombi ni kila kitu. Yaani mngejua hiyo siri Sikiliza Bwana anavyosema, anasema mngekuwa na imani mngeuambia mlima ung'oka ukatupe baharini. Halafu yeye ndiye ndiye anayesema ombeni, yaani yeye ndiye aliyesema. Kwani hapa amesema uombe nini? Si amesema omba. Omba unachotaka, anasema katika Yohana kumi na sita ishirini tatu na ishirini na nne omba utapata, ili furaha yako iwe timilifu. Ni kitu gani ukipewa furaha yako itakuwa ita timilifu? Wewe ndio unajua, omba, lakini uombe kwa imani Sawa eh? Kwa hiyo wewe binti, uwe muombaji, soma neno la Mungu, omba kwa imani, alafu usimpe mungu sharti, muachie ya kuchagulie mume, kwa sababu yeye ndiye anayejua. Kadhalika na ninyi wavulana, ni hivyo hivyo. Alafu uwe mkarimu, wewe binti. Mabinti wengi wa siku hizi, ukarimu sifuri. Ukarimu sio kumpa mtu kitu, sikia nikwambie. Kuna mtu anaweza akawa mgeni, akija haraka sana anampa chakula lakini wanaoenda pale wanasema yule mama sio mkarimu, na kuna mtu hata mgeni akienda ampi kitu, lakini wanasema we, yule mama mkarimu. Ni kwa nini? Jamani, karibu, habari za nyumbani, mnaendeleaje, unakunjua na uso. Mabinti wetu wengi anachagua aina ya watu wa kuwaheshimu na kuwakirimu. Akiona kijana anayeona kwamba anamfafaa, huyo ndio anamheshimu, anamheshimu tena na magoti. Kaka, shikamo. <laughs> kaka habari. Lakini akiona yule ambaye yeye hamvutii hana hana kitu hivi, hamuheshimu hata salamu hampi. Kuna kitu hujui, huyu unayemdharau rafiki yake ni yule unayemtaka wewe. Anapoenda kumwomba ushauri, unajua atamwambia nini? Yule binti ana kiburi sana, hutamuweza, hana heshima. Umesikia unavyojipotezea muda? Kumbe wewe ungeheshimu watu wote. Mabinti wengi wamama wa kanisani wanawadharau, wanasema wao wamama ni wambea, si ndio? Hivyo hujui, huyu mama mbea hapa ana mama rafiki yake kule Morogoro. Mwenzangu natamani binti wa huko kwetu ndio waolewe na kijana wangu, naomba unisaidie kuniangalilia. Na we unamdharau huyu mama, atakutaja umepata, umepatikana. Kumbe ungekuwa tu mkarimu. Sawa eh? Wamama unawaheshimu wamama wote. Wewe unapata hasara gani kwenda kwa mama? Wenzenu zamani tulikuwa tunatumia kutwanga kuchota maji. Unaenda kwa mama unaenda nimekuja nija nikusaidie kazi. Sasa hivi hayo hamna hata kwenda tukwenda kumsalimia. Hebu basi binti uwe mkarimu. Na tunaona ukarimu katika Mwanzo wa ishirini na nne ulimsaidia Rebeka. Sawa eh? Eliezeri aliweka tu ishara yake. Lakini kwa ajili ya ukarimu wa Rebeka akajikuta amekuwa mlengwa, si ndio? Haya, alafu Usiruhusu kuonjwa. Hapa ndipo wa, mabinti wengi wanaanguka, yaani ukikubali kuonjwa, wavulana kama hana shida na wewe hasa anawasimulia wenzake, ukipita, jamani, yule binti ni mzuri. Sasa yule aliyokuonja hmm, yule amna kitu chochote hapo. Mi pale tayari wewe na ukitaka nenda. Si umeona wavulana wanaambiana mtafanya siri, lakini wanafanya nini wanaambiana utabaki, usikubali kuonjwa na wewe. Kijana usionjeonje watoto wa watu, kwa sababu pia wavije, wasichana watakukataa wakijua ulikuwa na fulani, ulikuwa na fulani. Usifanye hiko kitu, ni vibaya, na tumeshasoma mafungu, tumejifunza alafu. Binti uwe nadhifu muda wote. Sasa binti gani anavaa kama mama? Hiyo tabia kwa kweli hata mimi siipendi, yani. Jamani, kuna mavazi ya mabinti sio mavazi yale ya, ya sio na adabu, aa, aa. kuna mavazi ya wamama sisi na mavazi ya mabinti mabinti. vaeni vizuri, muwe nadhifu, sawa sawa eh? Sijui niseme, ah, basi tu <laughs> namaanisha uwe nadhifu, vaa vizuri, sawa eh? Pendeza. Na unajua nyewe wavulana, mwanamke mzuri mrembo utamuona asubuhi asubuhi kabla hajaoga unapita kwake saa nne. Unamkuta yani alivyo, he jamani, hapana. Mwanamke ameumbiwa kuwa smart, kuwa nadhifu. Hata sisi wanawake tulioolewa, unahakikisha kwamba unakuwa vizuri. Kuna wanawake wengi, akienda kanisani ndio angalau anachana nywele angalau kidogo, lakini umkute anashinda nyumbani mwanamke mpaka mwanaume anaangalia anasema. Yeye ngoja hapa niseme kitu, unakuta wababa hawa shida yao iko kwenye macho na ndio maana Ayubu anasema nimefanya agano na macho yangu. Shida ya wanaume wote, haijalishi mchungaji Mbaga au mchungaji mwingine, kwenye macho, kwenye macho. Kwa hiyo ninyi wanawake mlioolewa, shika macho ya mme wako, yatawale macho yako, kwa vile unavyoonekana kwake, onekana kwa nadhifu muda wote. Unajua wao wanaume wanakutana na watu wengi warembo wanaojua kuvaa vizuri, na wewe uwe smart. vizuri Sawa, halafu wanawake wengine wakishinda nyumbani, ngoja nioneshe, hapigi jeki eh? Mwanamke anatakiwa apige jeki, masikia, hata kama unashinda nyumbani unapiga jeki oh. Sasa wewe jeki ujapiga, na kwa vile wale watoto wamenyonya unakuta limefika hapa <laughs> na mwanaume akiangalia, wanaume wanachukia mwanaume akikutana na mwanamke kabla hajaangalia usoni huwa anaangalia hapa kwanza. Sasa wewe mama, hata kama umeolewa, unanionyesha vaa vizuri, sawa eh? Kwa sababu ili uendelee kushika macho ya mume wako, aendelee kukupenda. Mimi mabinti, kueni nadhifu, vaeni vizuri. Unaokota mtisheti wowote ule, tena umeandikwa maandishi makubwa kilimo kwanza <laughs> <laughs> alafu hapa kifuani jeti ukupiga Kilimo kwanza alafu linakuchora, au wengine wanavaa vitu vinaitwa vidora, vile madera, lidera, wapi na wapi? Na mwanamke vizuri, tunakosea sana mahali kwa kuvaa nguo. Kwa mumeo unavaa kwa watu, zile za kuvaa kwa watu unamvalia mumeo. Haya, onekana vizuri muda wote kwake. Mimi haijalishi nina miaka mingapi ya ndoa, yaani kwanza hapa ndio kwanza naposwa, hapa ndio kumekucha, ndio naposwa jamani. Uwe mkweli, binti, kijana uwe mkweli. Ndiyo sema ndio, na Yesu ndivyo alivyotufundisha, amesema kweli yenu iwe namna gani? <gibu> Eh, nitakujibu. Kumbe una kijana mwingine, huyu kijana hapa anapoteza muda wake. Atakapogundua yule kule, atagundua, atakuacha na huyu naye atakuacha, umekosa wote. Ukimfanya Mungu kuwa wa kwanza, kila jambo unalofanya lina thamani.